Shalom shalom, taifa la Mungu. Ninawasalimu kwa jina la Bwana na Mkombozi wetu Yesu Kristo. Nilikuwa katika kuomba, kuuliza hasa ni nini ambacho kinawapata watu wa Mungu? Kinachowapata watawala ambao wanakuwa na kiu kubwa ya kubadilisha jambo ya kuona nchi ipo katika uonevu, ipo katika mateso, ipo katika shida, wanalia, wanaumia kwa lengo la kubadilisha nini hasa kinawapata wanapoingia katika madaraka? Wanasahau, hawatendi, wanafanya kama hawaoni. Kinawakuta nini? Nini ipo siri yao? Nini nyuma yao kuna kitu gani kinawasukuma? Ndipo Mungu alinionyesha akaniambia, ninakuonyesha haya nawe, nenda kawaambia wote. Hivyo ndivyo inavyotokea, watu hawa, viongozi hawa, wanapokuja kutamani kufanya mabadiliko. Niliona mwanaume mmoja katika nchi moja, bila shaka ilikuwa ni nchi mojawapo ya Afrika, maana alikuwa ni mweusi. Mtu huyu alikuwa akiumia sana kwa matendo mabaya na maovu katika nchi yake. Mikataba ilikuwa inasainiwa ya hovyo, mikataba ya ajabu, yenye kupitisha watu wateswe, yenye kupitishwa kodi nyingi, yenye kupitisha mafunzo ambayo unaona kabisa ni ya kuzimu yenye kuruhusu mambo ya hovyo, yasiyo na maadili, yasiyo na heshima, mavazi ya hovyo ni sawa, yaani ni ovyo katika nchi. Alikuwa akilia akiwaambia wananchi, hata hawa hata hili limeshindikana? watu ambao tunasema wana PhD, wana masters, wana doctors, waheshimiwa, wanawezaji kupitisha jambo kama hili likawafikia wananchi, wameshindwa kuchuja kwa akili zao alikuwa akilia akilalamika sana, alisononeka mno, alilia kwa ajili ya nchi yake. Aliipenda nchi yake, watu walimpenda, maana waliona ni mtetezi wao, waliona ni mtu ambaye ameinuka kuwatetea. Wakamwamini wakasema tumpe nafasi atutetee. Na sisi, muda si mrefu, ukafanyika uchaguzi katika nchi ile, na Mungu akamwinua sana. Mungu alimtumia sana, mwishowe akashinda, akapata nafasi ya juu ya urais katika nchi. Lakini niliona baada tu ya kupata ile nafasi, kabla hajaanza kuitumikia, kuna mahali aliambiwa aende. Kaambiwa huwezi kukaa hapo mpaka uende kule, hakujua ni wapi. Mungu alinipeleka mahali fulani, mbele yangu nilikuta mlima mrefu, lakini ule mlima ulitobolewa shimo, naweza kaita handaki. Ndani chini huko ya mlima kuna barabara yani, imeenda barabara, imetoka huku nje ya mlima kuingia ndani, na kule ndani kabisa zimegawanyika barabara tatu, iko barabara ya kushoto, iko barabara ya kati na iko barabara ya kulia. Alikuwa akienda akienda huko, lakini akienda, akirudi, anageuka moyo, anaonekana kama mtu aliyekata tamaa anaonekana anatoka kwa kisononeka, akitikisa kichwa. Nikiwa pale nimesimama, sijajua kilichokuwa ndani, ikawa najiuliza ni nini kimempata huyu, mbona anazidi kunyong'onyea, mbona anazidi kurudi nyuma, alikuwa akienda mara kadhaa. Roho akanipeleka kule alikokuwa anaenda, nami nilipoenda nikakuta kuna njia tatu. Nilikuwa akienda upande wa kushoto, anaongea na watu na makaratasi alikuwa akionyeshwa. Upande wa kati hivyo hivyo, na upande wa mwisho hivyo hivyo. Alipokuwa akitoka, alikosa nguvu. Nilipouliza nini maana yake mambo haya, Roho kanifunulia kwamba hizi ni mamlaka za kuzimu ambazo zipo katika tawala za nchi duniani. Nakwambia haya nawe, nenda kawaambie wote. Hivyo ndivyo nchi karibu zote nchi zote duniani zinavyoendeshwa. Hawa watu uliowakuta wakishika makaratasi na maelekezo kumpa huyu ni watu walio upande wa giza, wanaotawala nchi kwa upande usioonekana. Hawa watu mnaowaita wanadamu, wanaowapenda, wanatawala kwa upande unaoonekana. Nyuma yao zipo nguvu ambazo si nguvu za Mungu. Hapa ndipo kwenye madhabahu yao, hapa ndipo kwenye sehemu wanapopokea mikataba. Hivyo, hapa sehemu hii ya kwanza ni mamlaka ya nguvu za giza katika anga, sehemu hii ya pili ni mamlaka ya nguvu za giza katika nchi, na sehemu hii ya tatu ni mamlaka ya nguvu za giza katika bahari. Ni kusema kwamba anga la nchi hiyo mkuu wake yuko hapa, nchi hiyo yote nchi kavu mkuu wake yuko hapa, bahari yote mkuu wake yuko hapa. Hata ruhusu ufanye chochote katika bahari bila huyu wa bahari kuruhusu, hautaruhusiwa. Kufanya chochote katika nchi bila huyu mkuu wa nchi kuruhusu, hautaruhusiwa. Kufanya chochote katika katika anga bila huyu mkuu wa anga kuruhusu, hizi ni mamlaka za kuzimu. Nao walimwita hapa, kwa kuwa ni kiongozi mpya, wampe ajenda zao, sheria zao, matakwa yao, jinsi wanavyotaka nchi hii iende. Ndipo akaona tofauti na alivyotaka yeye, ndipo akaona tofauti na alivyoona kuwa inatakiwa iongozwe na akaona hakuna uwezekano, maana hakuna kukusaidia katika hili. Dunia nzima ndio iko hivyo. Ukiwakatalia watu hawa ni kifo. Wana mifumo mingi mifumo mingi ambayo mnadhani kwamba inawasaidia watu. Ipo mingine kimataifa, ipo mingine kimataifa, mingi yenye sifa nzuri. Kwa nje inaonekana ina msaada wa watu, kwa nje inaonekana inawasaidia mataifa, lengo lake ni kuwabana haya mataifa. Unapowakaidi wanaanzisha mambo magumu zaidi. Nilishangaa, niliona yule kijana yule, mzee yule, mwanaume ambaye sasa ni rais ametoka akiwa anasikitika kabisa, hakuona tena njia ya kuwasaidia. Alikuwa akilia peke yake, alikuwa akisononeka mbele yake. Alisema, nisamehe, maana nimeshindwa kuwasaidia, nimeshindwa kuwatetea, nimeshindwa kabisa. Milango yote imefungwa, njia zote zimefungwa. Huo ndio mfumo wa dunia. Wakati Mungu amempa mwanadamu kutawala duniani kwenye kitabu cha Mwanzo moja ishirini na sita mpaka ishirini na nane umepewa kutawala anga, umepewa kutawala nchi kavu, umepewa kutawala bahari na kuvitiisha vyote. Shetani naye alipotupwa toka, toka mbinguni, akaweka mamlaka zake katika maeneo hayo hayo matatu ambayo wewe umepewa kutawala. Kitabu cha Ufunuo kumi na mbili mbili imezungumzwa, ole wa, ole wa nchi na bahari maana yule mtesi ametupwa kwenu. Wa Thessaloniki wa pili sura ya pili imezungumzwa anaitwa mkuu wa anga. Kwa hiyo kwenye anga ana mamlaka yake, kwenye nchi ana mamlaka, kwenye bahari ana mamlaka. Pale mungu alipokupa utawale, naye ameweka utawala pale mungu alipokupa kutiisha, naye ameweka utiisho. Ndipo hapo sasa kuliko na vita hivyo, wanahakikisha mwanadamu hatatawala, hataongoza kwa mapenzi ya mungu bali atatawala kwa matakwa yao. Ndio sababu ya viongozi wengi kubadilika na hakuna mtetezi kwa wakati huo, kwa sababu hawa ndio walioweka mifumo hiyo, na anaikwenda kinyume nayo wanawaondoa, wana uhai, wanawaua kabisa, wanawatesa, wanawafungia nchi misaada, wanafunga wa, wana wanafunga export, wanafunga import, hununui sehemu wala kuuza hapo ndipo palipo na siri za hawa viongozi. Ndio maana unakuta watu wenye hekima zao wanapitisha ushoga, wanapitisha mambo ya ulawiti, wanapitisha kutoa mimba, wanapitisha madawa, wanapitisha ndoa za jinsia moja. Maka unajiuliza watu hawa ni watu wa namna gani? Wana akili ya namna gani? Nyuma yao ipo nguvu inayowasukuma, wana Mungu wao, ndio maana hawaumii wanamtu wao ndio maana hawaoni shida, wanafanya mapenzi ya bwana wao, wanafanya mapenzi ya Mungu wao, wanafanya mapenzi ya aliyowaweka. Kwa sababu wanajua ili wabaki madarakani lazima wafanye mapenzi ya yule. Kama watakaidi, watauawa. Kama watakaidi, watatolewa madarakani. Kama watakaidi, hawataweza kufika popote. Hiyo ndiyo siri ya nchi hizi zote, hakuna nchi iliyo salama. Hakuna nchi yoyote iliyo salama, asikudanganye mtu. Wote unawakuta ziko sheria za Mungu zinavunjwa. Viongozi wanajua ya kwamba yako mambo ambayo yako nyuma yao wanayatenda, tena kwa kujua hayapo upande wa Mungu, na wanajua aliye nyuma yao, na wanajua wanayemtumikia, na wanaamini atawasaidia. Hivyo ndivyo dunia ilivyo, dunia yote, kila nchi ina mfumo huo, kwa maana kuna baadhi ya watu, unapotaka kusimama katika haki unakuta hata serikali inasimama kuku kukupinga kwa namna fulani, kama ya kisomi hivi, kwa namna fulani wenye haki ya wasimami, kwa sababu ya haya mambo, kwa sababu ya ukweli huu. Na wakati fulani wanaambiwa, hebu huyu mzimishe huyu, huyu mfunge huyu, maana anakwenda kufanya tofauti. Maana tunasema bila Mungu hakuna usalama. Mungu asipolinda taifa, walinda wa kesha bure. Mungu asipolinda mtu, hakuna awezaye kumlinda. Mungu ndiye mlinzi, Mungu ndiye mtetezi. Ndio maana katika ufalme wowote, katika nchi yoyote, pale juu Mungu asipotawala, hakuna amani, hakuna amani, hakuna amani. Usione hawa na uruhusu ushoga na mambo mbalimbali, ni kwa sababu wanajua wanayemtumikia aliye nyuma yao, wanamjua, wanamjua ambaye yupo, wanayemtetea. Mungu awabariki sana, mweze kujua haya kwamba nyuma ya haya matendo machafu iko nguvu ya giza inayowasukuma ambayo wamechagua kuitumikia. Wamechagua kuitumikia na wanaitumikia. Sio nguvu ya Mungu wako unayemjua, sio nguvu ya Mungu wako unayemwabudu sio nguvu ya Mungu wako unayotegemea. Ni mungu wao upande wa giza. Mungu anatakiwa kutawala katika nuru. Ndio maana unakuta leo hata mahubiri tu anakatazwa, usiseme hiki, usiongee hiki. Mungu apangiwe cha kusema? Mungu aliyeumba mbingu na nchi apangiwe cha kusema? Ni kwa sababu wanajeuri, wanajua aliye nyuma yao ni nani, wanajua anayewasapoti ni nani. Mungu awabariki sana. Kabla ya kumlaumu kiongozi wako huyu, ajue haya. Ndio maana Mungu anataka mageuzi maana Mungu anataka katika nyakati hizi taifa lake lirudi, dunia irudi kuwa kama serikali ya Daudi. Mungu ndo awe kila kitu. Mungu akubariki sana. Amen.